Sisi tunaendelea kuambia wale rais na wale ambao wamekuja pamoja broad based government, ya kwamba watu wetu wanataka matibabu. Mambo yetu yenye umetuletea SHA, uliona ile wakati kuja rais hapa Mumias, nilisimama imara nikamwambia rais hii SHA haifanyi kazi. Wengi walifikiria atinawadanganya, na saa hii amekuja kuona SHA haifanyi kazi, na nataka tusukume yeye mpaka turudishe ile NHIF ili watu wetu wapate matibabu. Sindio? Na mimi nataka niambie watu wa ODM, watu wa ODM ni watu ambao wa wanakaa watu wakora. Wakati wanakuja kutafuta kura wanajionyesha wako na wananchi. Wakishapata wanaingia kwa mazungumzo wanasahau wananchi wa kawaida. Wakati hayo wameenda, hata mimi Peter Salasya ati kwa sababu naongeanga ukweli wanatoa kwa committees watu wa ODM, na wauliza niliwakosea? anaopata tu vitu anasahau kila kitu. Nataka niwaulize, siku hizi ulikuwa unasikia ati wanasema oh, kasomo ni mbaya, sijui nani. Sasa umeona tena wamekuwa huko kwa Kenya ke ke ke ke ke ke kwa KICC wanasaini ratiba venye wanaenda kunyanyasa Wakenya, waka impeach kina Rigathi, wakasema hawa watu ni wakora sana, acha niachane nao, lakini mtadili nao 2027 si ndio? yeah. So otherwise asanteni sana. Eh, mzidi kunishika mkono na mzidi kuniombea Mungu anipatie wisdom ya kuongoza. Niko na